ya kwanza ni kwa ajili ya huu mradi mkubwa wa maji kutoka Lake Victoria kutokaa eh, kuja Biharamulo na na ni mradi wa aina yake, na mmemsikia Mheshimiwa Rais pia akitaja kwenye kwenye hotuba zake mbalimbali hata za kampeni, wakati anaomba kura juu ya umuhimu wa hii miradi ya maji. Kwa hiyo mmoja wapo ambao tunatarajia kufanya na Hungary na Hungary, ni nchi ambayo imeendelea sana kwenye teknolojia ya maji inafanya vizuri sana, lakini sio kufanya tu vizuri wana wana mitambo mizuri sana ya aina yake na teknolojia ya aina yake duniani ya kuyafanya maji yawe safi e, lakini pia kuyapeleka kwenye kwenye masafa marefu na kutumia mbinu za kujenga e, urefu wa juu ili kupata ile e, pressure inayotokana na, na, na urefu na huu ni mradi mmoja wapo. Lakini kubwa zaidi katika habari njema tuliopata leo ni wanafungua ubalozi wao hapa Dar es Salaam. Hilo ni jambo kubwa inaongezea katika balozi takriban mia moja na na na na na na kitu kidogo iliyoko hapa. Kwa hiyo mwingine anaongezeka mpya. Hii ni sifa njema kwa nchi yetu, ni, ni, ni kivutio kwa nchi yetu, ni kusema nchi yetu ina amani zaidi kiasi cha kwamba leo eh, mabalozi wa nje ama nchi za nje zinakuja kuongeza eh, kufungua ubalozi wao, na mimi nitashiriki naye mheshimiwa Waziri Peter Szijjarto katika ufunguzi rasmi wa ubalozi wao na ne nyote nalia na najua, kupitia kwenu wananchi pia wataweza kuona ufunguzi huo wa ofisi yao mpya. Lakini kubwa zaidi wamekubali kutuongezea nafasi za masomo kwa Tanzania, na hivi sasa ni tunapata nafasi thelathini kwa mwaka, lakini wamekubali kuongeza katika institution mbalimbali, kuanzia elimu ya juu upande eh, wa kilimo upande wa afya na teknolojia, kwa sababu ni nchi ambayo inaendelea vizuri sana. Nchi ya Hungary inajulikana sasa hivi duniani kwenye masuala ya teknolojia e, na maendeleo kidunia. Kwa hiyo kwa haya machache mimi niwashukuru tena kwa mara nyingine kwa kuwa pamoja nasi, na sasa tunaendelea n ratiba yetu kwenye ufunguo <tik>